Msafara wa kikosi cha viongozi wa chama cha ODM umeingia kwa kishindo maeneo mbalimbali ya yani, eneo bunge la Magarini katika kaunti ya Kilifi. Viongozi hao wamefika Magarini, wakianza na eneo la Garashi kisha kukamilisha na eneo la Marafa, wakiwa na lengo moja la kumpigia debe mgombea kiti cha ubunge kwenye uchaguzi mdogo wa Magarini, Harrison Garamakombe, uchaguzi utakaoandaliwa tarehe 27 mwezi huu wa Novemba. wakiongozwa na mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM Gladys Wanga na naibu kinara wa chama hicho Abdul Somad Sharif Nasir. Viongozi hao wameelekeza lawama kwa viongozi wa upinzani, wakisema wanaendeleza siasa za ukabila na migawanyiko. Hawa wengine lugha ya chuki, wacha kuwa walikuwa na chuki na Baba Raila Amolo Odinga alipokuwa yuko hai, waliendelea na chuki mpaka baada ya kuwa tumemzika Baba bado chuki ikawa inaendelea. Wanatoa midomo ambayo kwamba hata nyoka yule ambaye kwamba aliyoko pale anajua wazi, nyoka huuma ikiwa ametishwa, nyoka huuma wakati pale anataka kula. Lakini ukiona nyoka anauma kwa sababu hamna sababu yoyote, huyo nyoka ni hasidi. Hamna tofauti ya wale ambao kwamba wenye kumzungumza na wakamkashifu baba alipokuwa yuko hai, hasa yeye ameenda mbele ya haki, bado wanazungumza lugha ambayo kwamba ni chafu. Hao ni nyoka ambao kwamba ni mahasidi.

kwa sababu Baba Raila Amolo Odinga ni mula juu zaidi achainjira na achonana na rais naakipatikana amani vinohuu kosini kudania broad based government. Viongozi hao wanasema chama cha ODM kinaendeleza sera za mwanzilishi wake hayati Raila Odinga za kuunganisha Wakenya na kamwe hawataruhusu viongozi wa upinzani kupaka tope chama hicho, semi ambazo zimeonekana kuelekezwa kwa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gashagwa. Huyu ambaye amekuja kusimama hapa na DCP. Sasa mnajua alikuwa kijana wa rais pale UDA ama, yes, sindio? alikuwa amesimama na UDA yes. si alikuwa kijana wa rais yes. lakini gavana mawaelezea hapa, wakati baba alishikana na rais, yeye aliitwa pamoja na gavana Mng'aro akaambiwa, sasa mwaka umebaki mmoja na UDA imeshikana na ODM wewe wacha upewe kazi kwa mwaka huu mmoja tu, pewa kazi. Rais akamwambia, unajua rais wa jamhuri ya Kenya ni ile crown nzima. Ameenda akakaa chini, akakuita wewe kijana mdogo, akakwambia mimi nitakupea kazi ama governor akupee kazi. Wewe chagu, chagua ile kazi unataka chagua. Baba amekaa, rais amekaa, Mung'aro amekaa, kijana ameambiwa hivyo yeye akasema hataki hizo zote, anatoroka anaenda huko kwa Gashagwa. Sasa niwaulize watu wa Magarini, siku mtamchagua kama mbunge, rais kweli atafanya kazi na ye? Kuna maendeleo atawaletea? Huyu ndugu yangu anayepingana na Kombe, huyu tu anayepingana na Kombe wa kile chama cha shareholders, simnajua wale wanaosema Wagiriama ni wachache hawafai kuwa kwa serikali. Leo anatafuta aweke mbunge Magarini kwa hao watu wachache tena. Kwa hivyo mimi nataka kuambia tu kile chama cha ule jamaa alifukuzwa na Ruto, kile chama cha shareholders. Chama ambao hakitambui wakenya wengine bali watu wa mlima peke yake washindwe hapa Magarini kwa jina la Yesu, tunakubaliana wangapa wanasema, washindwe washindwe washindwe, warudi huko wakatafute shia mlimani. Wakati huo huo, viongozi hao wamemtaka Rais William Ruto kuhakikisha anatekeleza maagizo ya ajenda kumi walizoafikiana na hayati Raila Odinga wakati wa kubuniwa kwa mkataba wa serikali jumuishi, wakisema wataendelea kusalia ndani ya serikali kwa manufaa ya mwananchi.

Viongozi hao wamewarai wakazi wa, wa, wa Magarini kumuunga mkono mgombea wao Harrison gera Makombe wakati wa uchaguzi huo mdogo wakisema, hatua wa hiyo itamwezesha kukamilisha miradi ya maendeleo aliyokuwa ameianzisha. Hakuna maendeleo unaweza kuletea wananchi bila uhusiano mzuri na viongozi wengine, hakuna. Mimi nimekuwa mbunge miaka kumi, nimekuwa gavana sasa. Kama kuna mbunge ambaye hafanyi kazi na mimi atakuwa na maendeleo chache sana kupelekea watu wake. Kwa hivyo mkichagua mbunge haelewani na gavana, nyinyi mtakuwa upinzani. Sasa mtakuwa mnalia, kwa sababu mbunge haelewani na gavana. Ya pili, mnachagua mbunge haelewani na rais, hakuna vile ataleta maendeleo. Je, sasa Utakubali kwenda kuwa kwa upinzani? Ukiwa kwa upinzani, hakuna chochote unachoweza kukipata kama hutakuwa ndani ya jiko. Nasema mwelemo wetu wangu ni wapi? Takubalana ni hapa, ni hapa ama si hapa? Ni hapa ama si hapa? Nione kwa mikono kama ni hapa, nione, nione, nione, nione Nikiripotia Coko FM kutoka Marafa, eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi. Mimi ni Joseph Jira, Coko FM, ladha ya Pwani.